Aa, ni saa moja jioni napata chakula changu cha siku na mayai kumi parachichi big fat parachichi na ndizi mbili. Ah, hizi ndo wanga zangu ninazokula mimi. Mm, so kama sili wanga lakini nakula wanga ambazo azinipi kitambi, azinipi matatizo nguvu za kiume, azinipi skill pressure, azinipi kisukari, azinipi stress mapigo ya moyo kudunda aziniongezee kitambi. Wengi tunaamini kuwa bila wanga tuwezi kuwa na nguvu, bila wanga hatuwezi kufanya kazi. Of course ni mindset ambayo tuko nayo na hiyo mindset, sababu waliotutawala wakoloni watakuja kutuelekeza labda tutaelewa. Uh, Bukoba wanalima sana ndizi, tunasema hao watu wanakula sana ndizi, na iko Mwanza sehemu zenye samaki wanakula sana samaki. Sehemu ambayo kuna kitu fulani ndio wanakitumia sana. Lakini look at us kwenye ulimwengu wa leo, taifa naongoza kulima mahindi hapa duniani Marekani, lakini Marekani hawali ugali, lakini sisi Ukishakula sio hauna ladha, una hidden sugar. Okay? Hiyo hidden sugar imefika kwenye vyakula vingi vya kisasa ambao baadaye nitakwambia. Kiasi kwamba ukishakula hauna ladha lakini yes, it's like you feel dopamine. Dopamine unakuwa unajisikia vizuri. So you crave it for more. Na anautetea kwa nguvu zote. Kwamba ugali mimi unanipa nguvu, na miaka mingi sijala ugali lakini sijawahi kuanguka. So huyo ugali walikuwa wanapewa babu zetu, walikuwa wanapata instant energy na wapa nguvu ya haraka, wanafanya sana kazi. Wakishafanya kazi, baada hapo unakuwa na njaa sana, kwa sababu ugali kawaida yake huwa na spike insulin, afu huwa inashuka. Haishuki kawaida, ina crash. Unakuwa na njaa sana, mimi unahisi kutetemeka, unajisikia hovyo, unmotivated, utapata stress unnecessary, itabidi uende kuomba tena kazi ili uweze kupewa ugali zaidi. Kwa ndio trap ya sisi kula ugali kwa pale. So wao walikuwa wanazalisha mahindi kwa ajili ya wanyama. Wanyama wazalishe more meat, more milk wale wa hindi hii. Leo anakuambia nyama nyekundu ni mbaya just yes, you bite. Ila wao wamekuwa ugali kitu ambacho ugali wao hawali. Huo utumwa umeendelea mpaka leo kwenye chakula. Huo utumwa upo kwenye kwenye MSG tumeka kwenye pizza, kwenye burger, kwenye soda. What is the cravings na huwa? Kwenye matunda ya GMO, matunda ni sukari, what cravings na huwa? Ni kwa sababu ya slavery utumwa wa chakula. Na ukiangalia hizo tamadini mbili, moja sihitaji moja hapo ni chakula. Mtu akiona stress chakula, furaha chakula, huzuni chakula, manunguniko chakula. Everything is about food because tuna worship chakula. Ni kitu kibaya sana. So epuka kula nesali wanga kwa sababu bila kuacha sukari, bila kuacha wanga, bila kuacha matunda, utashindwa ku break hiyo cycle unaita ile cravings na utaendelea kuwa na malezi yako pale pale until your cravings zitakuja kukuletea matatizo na magonjwa ambayo hutamani kuyasikia.